Yes, ni jinsi ya kuweka status katika WhatsApp. Ikiwa unahitaji kuweka status WhatsApp, basi cha kufanya utaingia kwenye faili la WhatsApp. Ikiwa tayari umeshajiunga na WhatsApp lakini status huwezi kuweka ikiwa hujajiunga na WhatsApp. Kwa hiyo, ukishajiunga na unahitaji kuweka WhatsApp status basi utabonyeza hapo WhatsApp. Okay, tunaona m, hapo tuna juu kule WhatsApp, chat, status, calls. Kwa hiyo, ikiwa si we unataka kuweka status basi utabonyeza hapo status. Na ukishabonyeza hapo status, utashuka chini palipoandikwa my status. Hizi hapa hii tunaona kuna chini hapa ameandika mtu wa Ulaya sijui. Hizi ni status ambazo hii ni status ambayo ameweka mtu ambaye na namba yake. Kwa hiyo ikiwa wewe unahitaji kuweka sasa status, na wewe unabonyeza hiyo alama ya jumlisha hapo hapo, kisha watakwambia continue. Una continue hapo, taambiwa allow WhatsApp to take picture and recording video, una allow. Shalo inafunguka hivyo Ikishafunguka hivyo inakuleta automatic kwenye picha, kwenye video na picha, maana status unaweza ukaweka picha au video. kwa hiyo tuchukulie si labda tunataka tuweke picha, una click hapa chini kwenye picha, hizi ndo picha zako hizi, kwa una click hapo. Kama utataka video na video zipo hapo, kwa hiyo utachagua wewe mwenyewe. Maona hiyo ni WhatsApp status hapo, mekwambia add caption ambapo unaongeza cha kuongeza au ukibonyeza haka kam, ka, kamshale haka haka unakuwa tayari umesha post status. Baada ya hapo unabonyeza send hapo, unakuwa umemaliza status. Ndio hiyo hapo, imeshakaa. Kwa hiyo ikiwa mtu ana namba yako na anaya, amefungua WhatsApp basi ataona status yako hiyo hapo. Ni kitu rahisi kabisa, hapo unakuwa umemaliza. Nadhani umenielewa. Nikutakia wakati mwema, bye, bye, mpaka wakati mwingine. Karibu tena katika chaneli hii uweze kujifunza mambo mengi yanayohusiana na simu na kompyuta pia.